Tuliishia pointi ya kwamba mwana wa Mungu ukiwa na agano na Mungu, yeye atakupa ujasiri mkubwa wa kukabiliana na mambo magumu yaliyoko mbele yako. Hiyo ndio pointi ambayo tuliishia. Tukaona namna ambavyo kina Elia kina Paulo waliweza kabiliana na vitu mbalimbali walivyokutana navyo kwenye maisha yao, walivyokutana navyo kwenye huduma kwenye kuyatimiza mapenzi ya Bwana kwenye kuyatimiza makusudi ambayo Mungu ameweka wa kwao, walikutana na mambo mbalimbali mbali. Tukaona waliweza kusaidika au Mungu hakuwaacha, alikuwa pamoja nao, kwa sababu bado walikuwa ndani ya agano, walikuwa katika agano, walikuwa katika agano. Sasa leo tutasogea kidogo, tutasogea kidogo kujifunza na tutaanza na kitabu kimoja cha Kutoka sura ya kumi na tisa msali wa tano. Kutoka sura ya kumi na tisa na ule msali wa tano ndio tutaanza nao huo msali, kwani ukaribishe, twende vizuri kabisa Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Kutoka 19 mstari wa, mstari wa, ta, wa tano, neno la Mungu linasema hivi. Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli kweli, na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Bwana Yesu asiwe sana kwa leo. Tutaanzia hapo, mwana wa Mungu, tutaanzia hapo, tutaanzia hapo. Anasema sasa ikiwa sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli, na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Huyu ni Mungu ambaye alikuwa anazungumza na wana wa Israeli, alikuwa ananena na taifa la Israeli, anawaambia kwamba ikiwa sauti yangu mtaitii kweli kweli na mtashika agano langu mimi Bwana Mungu wenu nitawafanye mwe tunu kwangu, nitawafanya muwe tunu kwangu. Na ukumbuke ya kwamba mwanzoni kabisa tuliweza kuangalia mambo kutoka katika kitabu cha Isaya. Tuliangalia vitu kadhaa pale, tukaona tukaona namna tunavyotakiwa kusikia sauti ya Bwana, na vile vile kumfata Bwana Yesu asiwe sana na. Hapa katika Kutoka anasema wakati mtakapoisikia ikiwa mtaitii sauti yangu na kulishika agano langu, basi mimi Mungu wa mbinguni nitawafanya nyinyi muwe tunu kuliko mataifa yote, nitawafanya muwe tunu kuliko mataifa yote kwa sababu dunia yote ni mali yangu. Watu wa Mungu, leo tunahangaika sana kumwomba Mungu atufanye kuwa wa thamani, Mungu atuheshimishe hat, hatuheshimu. Lakini hatujawahi kuzingatia agano lake na sisi.